Habari za wakati huu, mpenzi mtazamaji wetu, na siku ya leo mamlaka hali ya haliya hewa Tanzania ikiwa endelea kusherekea siku ya hali ya hewa duniani mwaka huu kwa ambao kwaulimbiwa mwakahuu ikiwanikwapamoja suikie enoa ushukuu wewe a kasi ya kilomita 20 kwa saa. Kwa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 Dodoma, kiwango cha juu cha joto nyuzi joto thelathini na moja. Mwanza, kiwango cha juu cha joto nyuzi joto ishirini na nane. Kilimanjaro, kiwango cha juu cha joto nyuzi joto thelathini na moja. Mbeya, kiwango cha juu cha joto nyuzi joto ishirini na nne. Morogoro, kiwango cha juu cha joto nyuzi joto thelathini na moja. Arusha kiwango cha juu cha joto nyuzi joto ishirini na saba. Na kutoka mamlaka hali ya hewa, hatuna raziada. Ulikuwa nami Rebeca William, tukutane hapo kesho muda wakati kama huu.